Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria malkia wa mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu, Jumatatu juma la 29 katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza, Warumi sura ya nne mustari wa 20 hadi 25. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Dugu, kuhusu ahadi ya Mungu, Abrahamu hakuona shaka wala hakupungua imani. Bali imani yake iliimarika, akamtukuza Mungu. Aliamini kabisa ya kuwa Mungu ana uwezo wa kutekeleza aliyoahidi. Kwa hiyo alikubaliwa uadilifu kwa ajili ya imani. Lakini si kwa ajili yake tu imeandikwa ya kuwa amekubaliwa uadilifu kwa sababu ya imani, ila kwa ajili yetu sisi pia, yaani kukubaliwa sisi tunaomsadiki yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Huyo alitolewa kwa sababu ya dhambi zetu, akafufuliwa kwa ajili ya kufanywa kwetu wenye haki. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Ruka sura ya kwanza mstari wa sitini na tisa hadi sabini na tano. Kiitikio: Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa maana amewatembelea watu wake. Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli kwa maana amewatembelea watu wake. Alituinulia pembe ya wokovu katika nyumba ya Daudi mtumishi wake, kama alivyonena zamani za kale kwa vinywa vya manabii wake watakatifu wa kale. Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa maana amewatembelea watu wake. Tuokolewe kutoka kwa adui zetu na mikono ya wote wenye kutuchukia, ili kuwafanyia mababu zetu huruma na kulikumbuka agano lake takatifu. Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa maana amewatembelea watu wake, kiapo alichomwapia Abrahamu baba yetu, ya kuwa atatujalia tuokoke katika mikono ya adui zetu, tumtumikie bila hofu kwa utakatifu na haki mbele yake siku zote za maisha yetu. Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli kwa maana amewatembelea watu wake. Heri walio maskini rohoni, maana ufalme wa mbingu ni wao. somo la injili takatifu ilivyoandikwa na luka utukufu kwako e bwana luka sura 12, mstari wa 13, hadi 21. wakati ule mtu mmoja katika umati alimwambia yesu mwalimu mwambie ndugu yangu anigawie urithi akamjibu rafiki nani ameniweka kuwa hakimu au mwamuzi katika mashauri yenu? Akauambia umati, angalieni, jihadharini na choyo zote, kwa maana uzima wa mtu hautegemei mali yake hata ikipita kiasi. Kisha akawasimulia mfano: shamba la mtu tajiri lilizaa sana, akawaza moyoni akasema, nitafanyaje kwa kuwa sina pa kuweka mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitabomoa gara zangu na kujenga nyingine zilizo kubwa zaidi. Humo nitaweka nafaka yangu yote na mali yangu, kisha nitajiambia, ee roho yangu una vivaa vingi, akiba kwa miaka mingi, basi ustarehe, ule, unywe, uchangamke. Lakini Mungu akamwambia, mjinga wewe, usiku huu huu roho yako itaitwa na vitu ulivyojiwekea akiba vitakuwa vya nani? Hivi ndivyo itakavyokuwa kwa wenye kujipatia hazina nyingi na asiye tajiri kwa Mungu. Ijili ya Bwana. Sifa kwako E Kristo.